Ujambo na karibu. Rais Donald Trump kwa masikitiko makubwa ametangaza kuwa mmoja kati ya wanajeshi wawili wa kitaifa waliopewa risasi katika shambulio la kuvizia chuzi Jumatano alasiri mjini Washington DC, karibu na ikulu ya White House, Sarah Beckstrom ambaye alikuwa na umri wa miaka ishirini amefariki dunia. Wakili wa Marekani Jenan Piro amesema muasiliwa wa pili ambaye ni sergeant wa jeshi la anga Andrew Wolfs ambaye alikuwa na umri wa miaka ishirini na nne alikuwa katika hali mbaya baada ya kufanyiwa upasuaji Ramanula la Kanwali, ambaye ana umri wa miaka ishirini na tisa ametambuliwa kama mshukiwa na utawala wa rais Trump, ambapo ni raia wa Afghanistan aliyeingia Marekani mwaka wa elfu mbili ishirini na moja. Shirika la uchasusi la Marekani CIA linasema la Kanwali ambapo ah, awali alihudumu pamoja na kikosi cha wanajeshi wa Marekani akiwa chasusi huko Kandahari mji, mji na mkoa wa kusini mwa uh, Afghanistan kilicho malizika mwaka wa elfu mbili ishirini na moja kufuatia kujiondoa kutoka Afghanistan, ndio akaingia Marekani kwa kitengo hicho, alafu baadaye ndio akawa anafanya kazi hapo kwa muda baada ya kageukia wenzake na kuwafanyia ukatili, kulingana na maelezo ambayo yametolewa. Jamaa mwenyewe ajafahamika aliko, alitoroka. Langu jina la salia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, na lengo langu siku zote ni kuhakikisha kwamba unapata taarifa kama hizi pindi zinapoibuka ziwe ni ndani ama ni nje ya nchi, kile ambacho nakuomba kisha ya kwamba una subscribe kwenye channel hii ndio tukuwe pamoja, kila ambacho kitakuwa kinatokea pande zote za ulimwengu, nitakuwa na kusukumia na wewe utakuwa unakidokoa. Langu jinasalia kuwa maskini Msomi, na kutakia kila la heri.